E, bado unaangalia ratiba inaonyesha Anangisye kwamba itaenda mpaka mwezi Mei e, Mei 29, ligi inakuwa inakamilika, itasalia sasa kwenye michezo ile ambayo itakuwa ni michezo ya kombe la CRDB e, kwa ujumla tu kujibana huko na kwenda kumaliza kwa wakati huu unaweza kaizungumzia kwa kiwango gani? Uh, ni, ni ratiba ambayo imekuwa tight sana hasa kwa vilabu ambavyo, timu ambazo zinashiriki mashindano ya kimataifa lakini pia wamezungumza wenzangu hapa, tuna jukumu uh, kwenye mashindano ya Afcon. Kwa hiyo ratiba ukitazama na miundombinu ya kwetu huku, kidogo kuna ugumu, yaani kuna baadhi ya timu ambazo zinatumia mabasi kusafiri kutoka mkoa mwingine kwenda mkoa mwingine, na tunafahamu kabisa miundombinu yetu kidogo, uh, kuna umbali mkubwa, yaani, uh, mtu anatoka Kigoma mpaka Mbeya kwa basi, sasa na ratiba nayo kiwa tight. Inakuwa ni ngumu sana, lakini ni wakati wa wachezaji uh, kujiandaa vizuri, kujitunza. Hakuna siri kubwa kwa mchezaji ambao utamfanya yeye adumu kwa muda mrefu kwenye performance nzuri na kuisaidia timu yake, kama hayuko fit. Kwa hiyo, ili wazisaidie timu zao na wawe na viwango bora, kuzitoa kwenye maeneo ambayo labda pengine ni hatari, ni wao kujitunza zaidi, na viongozi kuhakikisha kwamba wanasimamia wachezaji wao na mipango ambayo wanaipanga wakianza mwanzo wa msimu, ili wasitoke kwenye yale malengo yao, kwa sababu ratiba iko ni, ni ngumu sana na, na, mashindano tunayo mengi sana. Na, na, na, na wakati huo pia unajua iratiba jinsi ilivyokaa kuna timu ambazo zitakuwa zinanufaika kwa sababu wachezaji wao walio wengi wapo, wapo kwenye e, timu ya taifa hapo, hmm. Nataja timu kama Azam, taja timu kama kama Simba, Young Africans <coughs> uh, kwa zile timu ambazo Uh, pengine hawana wachezaji wengi au wa hakuna wachezaji kabisa ambao wapo kwenye timu ya taifa wa. Watapaswa kufanya nini kwenye kipindi chote hiki ili watakaporejea sasa uh, warudi wakiwa sawasawa, kwa sababu sawa. Hapo kuna mambo mawili uh, napo kama unaweza ukawa umekaa ile kwa kubweteka ukihisi muda upo, utakaporudi unaweza kujikuta huko katika wakati mgumu zaidi. Ni, ni, ni kujiandaa vizuri tu uh, kuwa na kempu ambayo unakuwa na uhakika wa wachezaji wako wote wapo, wapo, wapo imara, lakini pia kupata mechi za kirafiki nyingi, kwa sababu unaweza ukaingia kempu ukawa unaendelea kufanya mazoezi ninyi uh, ninyi kwa ninyi, yani wachezaji ambao wapo kwenye kwenye kambi, lakini usipate mechi za kukufanya wewe uwe fit zaidi. Katika kambi lazima kuwe na mikakati ambayo ni bora, kwamba katika nyakati ambazo wachezaji wapo pamoja, lazima wawapatie mechi za kucheza mara kwa mara, ili uweze kutengeneza kile kitu ambacho kinakufanya wewe uwe bora kwenye mbinu. Hapo anazungumzia kocha kwa hiyo uh, makocha watalazimika sasa kuwa na mechi nyingi za kirafiki lakini pia uh, kuwa na wachezaji kwa muda mrefu. Unajua ukiwa na wachezaji kwa muda mrefu kwenye kambi ambao unafahamu namna ya kuwatumia e, kwenye, kwenye mipango yako inakupa urahisi wewe pale ambapo ligi inarejea hasa kwa kipindi hiki. Kwa hiyo, ni faida pia kwa upande mwingine, kwa sababu itawapa rum nzuri makocha kukaa kwa muda mrefu na wachezaji wakiwa wanawandaa, lakini pia ni hasara kama watakaa kwenye kempu wasipate mechi za kucheza mara kwa mara, ili afahamu wachezaji wao, ah, wachezaji wake kile ambacho anakifundisha kama kina click kwa kuweza ku practice moja kwa moja. <coughs>